Leo hii tuko hapa eh, katika kata ya Ruaha Mbuyuni, wilaya ya Kilolo, mkoa wa Iringa, eh, eneo ambalo eh, wakulima wengi wanalima mazao ya mboga mboga, yani horticultural crops hasa katika pembeni mwa mto Ruaha. Sasa kwa muda mrefu Uh, wakulima hao wamekuwa wakisumbuliwa na magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao yao, na hivyo hupelekea kupoteza eh, kuwapotezea kipato, lakini pia na, na, na, na, na, na kuathiri eh, ubora wa mazao yao. Kwa hiyo uh, mamlaka ya afya mimea na viwatilifu Tanzania, kwa hiyo leo nimekuja hapa na timu ya wataalamu kutoka eh, mamlaka ya afya mimea na viwatilifu Tanzania lakini wengine pia kutoka eh, taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI. Kwa hiyo tuko hapa na tuko hapa eh, tumekuja na teknolojia ah, ambayo eh, itatuwezesha kutoa majibu hapa hapa, yani eh, tumekuja na, na, na kipimo cha DNA ambacho tunakitumia hapa. Kwa hiyo leo eh, tumeshirikiana na wakulima wa hapa lakini pia na maafisa kilimo wa hapa. Tumechukua sampuli na hizo sampuli tayari tunazichakata ha, ili baadaye tuziingize kwenye kipimo hiki cha DNA ambacho kitatoa majibu, na majibu haya ndiyo yatatuongoza kwa nini kifanyike, ili kuweza eh, kudhibiti eh, magonjwa haya na hao wadudu waharibifu wa mazao, E, kwa kutumia njia ya uhakika kabisa badala ya, ya kukisia kisia. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinaenda kuwahakikishia e, wakulima wetu eh, uhakika wa kuondokana na hiyo changamoto ambayo wamekuwa waki, wakisumbuliwa muda mrefu na hivyo sasa kwenda kuongeza tija na hii uh, ni, ndio, ndio, ndio matumizi ya teknolojia sayansi teknolojia na ubunifu katika kuwasaidia wakulima na wakulima wenyewe eh, eh, wako hapa wanafanya kazi na sisi na wataweza kushuhudia namna eh, teknolojia hii inavyotoa majibu. Na hii maanake ni nini? Eh, ujumbe wa, wa, wa zoezi hili ni kwamba hili zoezi ni endelevu na tutaendelea, tumejipanga kuendelea na hii, na hii kasi ya, ku, ya, ku, ya kutoa suluhu kwa vis, eh, visumbufu vya mazao kwa wakulima wote nchi nzima, ndo tulivyojipanga. Na hii ni sambamba na, na, na, na, na, na kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba uh, Tanzania eh, tuwe na mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo, na ili kuwa na mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo lazima tuweze kuondokana na visumbufu vinavyoathiri uzalishaji yakiwemo eh, magonjwa na wadudu waharibifu haribifu wa mazao, kwa hiyo E, wakulima wa Tanzania wakae mkao wa kula, na sisi Mamlaka ya Afya Mmea na Viuatilifu Tanzania lakini kushirikiana na Wizara ya Kilimo pamoja na taasisi nyingine zilizoko e, chini ya Wizara ya Kilimo tumejipanga e, kuondokana au kuwasaidia kuondoa e, changamoto zao katika kilimo. Mwitikio wa wakulima, wamefurahi sana yani wamefurahi sana kwa sababu changamoto hizi zimewasumbua kwa muda mrefu, lakini ujio wetu kwa kweli wamefurahi sana. Tumezunguka nao mashambani na shauku ni kubwa, wanasubiri kuona majibu ya changamoto zao, kwa sababu tumechukua sampuli kutoka kwenye mashamba yote, kwenye vitunguu, kwenye nyanya, kwenye pilipili hoho, kwenye, kwenye, kwenye matango ma, mazao yote ambayo wanalima. Kwa hiyo eh, teknolojia hii inaenda kutoa majibu hapa eh, Kilolo. eh, teknolojia hawa watu wakulima wa Kilolo wao ndio wamefungua pazia la matumizi ya teknolojia hii moja kwa moja kwenda kutoa eh, suluhisho kwa wakulima. Wao ndio waanzilishi na wakulima wengine watafuata.